Hii ni Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa hii ikiwasili mkoani Iringa leo tarehe kumi na tano Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano ili kuanza ziara yake ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika sekta ya afya, elimu, kilimo na uzalishaji katika halmashauri za mkoa wa Iringa <tinyo> Ikiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa Mheshimiwa Halima Mdee. Ziara hii itafanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 16 Machi na kutamatika tarehe 18 Machi mwaka 2025. Na hapa anazungumza lengo na dhumuni kuu la ziara hii. Sisi tunakuja kwa dhumuni moja tu uh, kwa sababu wakati mkaguzi anafanya ukaguzi wake kuna maeneo kadhaa ya miradi anakuta labda ina changamoto ama ina hoja za kikaguzi sasa na sisi kipindi hiki sasa ndo tunajikita kwenye maeneo hayo ambayo yalihojiwa na, na mkaguzi. Na kwenye mkoa wetu wa Iringa tutakwenda Kilolo, o tutakuwa hapa Manispaa na Mufindi. Kamati yetu sio ya kitoto, ni ya moto kidogo, lakini vile vile ni kamati nzuri sana kama watu wakiwa wanatekeleza wajibu wao vizuri, lakini ni kamati ambayo ni kali sana pale ambapo tunaona kuna uzembe. Kwa hiyo tunatarajia mtupe ushirikiano. Kuanzia hiyo kesho ili tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James ambaye ni mkuu wa wilaya ya Iringa amesema, mkoa upo tayari kupokea maoni, ushauri, maelekezo pamoja na maagizo yote yatakayotolewa pindi zoezi la ukaguzi wa miradi hiyo kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kuwa madhumuni ya ziara ya kamati yako mkoani Iringa ni kutembelea na kufanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo mbalimbali ambayo imetekelezwa katika halmashauri ya manispaa ya Iringa, halmashauri ya wilaya ya Mufindi na halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Aidha, pamoja na taarifa za kina ambazo zitawasilishwa kwenye kamati yako na mamlaka husika, sisi kama mkoa tupo tayari kupokea na kufanyia kazi pasavyo maoni, ushauri, maelekezo na maagizo yote yatakayotolewa na kamati yako wakati wa ziara ya kukagua miradi katika halmashauri ya manispaa ya Iringa na halmashauri ya Mufindi na Kilolo pindi mtakapozitembelea. Nawatakia ziara njema na wahakikishieni ushirikiano wa wananchi, watumishi na viongozi katika maeneo yote mnayokwenda. Naomba kuwakilisha kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa, asanteni sana.